Hii hey, wateja wa Tapem Technology, hapo nimeshika hizo hela, naenda kumfuatia mteja simu ya Redmi 15C ina GB 128 na RAM 8. Sasa niwaambieni mnakoma wapi kuja Tapem Technology. Kwa huduma ya dada wema, mteja mteja asifanye nini akaondoka. Ofa yenyewe ipo ya kwenye simu, cover, protector, chaja. Mwenzenu kabisa ofisini, sasa wanataka kunitolea nitolewe simu. Sasa mimi niondoke hapo, nitoe kibunda changu niondoke. So lazima muone, ila anavozitoa jamani. Hapo nishapewa simu, naondoka hiyo. Sasa simu yenyewe ni hiyo, mnaona simu ilivyo kali. Sim, sim, sim kweli jamani, hapo narudi ofisini, niko vile vile kwenye bodaboda. Tunapatikana Dodoma Sabasaba, mkabala na Royal Oven. Tunapatikana wapi? Dodoma Sabasaba, mkabala na Royal Oven. Dada wema, nipo kusikiliza na kukuhudumia pia. Inaitwa Redmi 15C, imeandikwa kabisa nyu, unaona mimi jamani. Hapo mbele naingilia ni upande wa transformer, naingia ni Sabasaba hapo kwa urais kabisa jamani, karibuni Tapem Technology kwa huduma ya phone smart accessory. Dada wema, nipo kuwasikiliza na kuwahudumia pia. Sasa hapo ninavuka barabara ili niweze kuingia ndani hapo, nitavuka. Hapo nasubiri magari yapite na hizo bajaji zenyewe. Haya, mimi huyo tena nivuke barabara hapo, nimevuka na, na, si mrefu tu mtaona ofisi yangu wala sio mbali, bango linaonekana lile pale Dada wema, niko ofisini sasa, namfungulia mteja simu kwa mbwembwe hapo mbwe, ni ifungue huku, napigia stori na mteja. Mteja wangu mzuri, simu ni nzuri, ngoja tuiangalie hapo sasa. Kibaya zaidi alinisitiza kala iwe black au blue, mimi ndicho kileta sasa, lakini nashukuru Mungu mteja wangu sio ana iana hapo, nimeshaleta sana, ikagua na shangaa, mbona sio black, lakini akaniambia hamna shida, hata usijali. Hapo sasa nimeshikilia simu yenyewe nataka niiwashe hapo, nibandue kwanza stika ya nyuma kwanza. Unajua hizi ni ofa eh, nibandue na iwashe sasa. Nikagua na kwenye box yake kuna nani hapo, nakagua sasa. Mwanzo hapo nakagua, kuna cover eh, naona tu kipini cha simu kile cha kutolea line eh. Hapo naona kichwa cha chaji wa thelathini na tatu, nikashangaa eh, USB hiyo. amna tena kitu kingine haya, simu yenyewe hii hapo Nitawaonyesha inavyowaka, hiyo hapo inaandika hiyo jina hilo, hatujui eh kusoma, sio Kichina, sio Kiingereza, hatujui. Hapo namfanyia setting mteja wangu mzuri, niwaonyeshe Redmi nini inavyokaa vizuri. Mmeiona, lakini msipange kukosa jamani. Sasa hapo, njoo tukague kamera hapo. Tunafanyaje? tunakagua kamera, ngoja muone kamera ilivyo kali, cheki cheki shia kamera hiyo babu, kamera hiyo mteja wangu.